Hujambo mtazamaji wa Mbuyuni TV. Taarifa zilizotufikia hivi sasa, askari wa jeshi la magereza amepandishwa kizimbani katika mahakama ya wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, akikabiliwa na kesi ya kumlawiti mtoto wa miaka 13. Askari huyo alifikishwa mahakamani jana, Juni 24, 2025 mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo Ruth Imkisi, na kusomewa shtaka moja la ulawiti. Awali Juni 14, 2025, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, Abel Mtagwa, alithibitisha kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo na kueleza kuwa taratibu za kijeshi dhidi ya askari huyo zinaendelea na baada ya kukamilika hatua nyingine za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Endelea kwa kuwa nasi kwa habari zaidi, mimi ni Agripina Mwangosi na hii Mbuyuni TV.